Jamii, sanaa, utamaduni. Kyata Online, karibu kwa mara nyingine. Hasta la victoria siempre, si mwingine ni msanii kutoka nchini Burundi ambaye alijipatia umaarufu wake kutokana na nyimbo zake ambazo zilikuwa zikibeba ujumbe mkubwa kabisa e, ujumbe ambao ulikuwa na ukakasi, lakini e, ameonekana kubadilika, kuvua kofia yake ya wanaharakati na kutuachia traki hii ambayo amedondosha jana hapa baza, baza.

hiyo inaonekana ya kwamba ni baada ya msanii huyu Mkombozi eh, kuweza kufahamu aidha kuelewa nini maana ya wanaharakati eh, kwa sababu kuna usemi ambao unasema ya kwamba hakuna mwanaharakati tajiri. Huenda eh, Mkombozi ameelewa usemi huo na kuamua kabisa kuachana na wanaharakati na kubadilika kabisa kuingia katika stali hii ambayo umeisikia. Na baada ya kuona video yake hii, ilibidi tumtafute na kuweza kuzungumza naye na hakupenda kabisa kuzungumza mengi ila sasa wewe hata kama ndio wanaharakati, ndo hata mpenzi wangu nishindwe kumuimbia? kum, kum, kum. Sasa kama haya ndo maneno ambayo mtu anaongea ya mambo ya ya mambo ya Kikristo, unakuta mtu anaimba kwaya sana, ni vizuri, anajua kuimba kwaya, lakini hawezi kuimba nyimbo mapenzi amwimbie mpenzi wake, hata kwenye harusi yake, ukuambia ati ni dhambi? na wakati yale maneno ambayo wakati namtongoza si mwambia unampenda. Sasa uki, ukiimba nyimbo ambayo inaongelea ambavyo ulimtongoza, unajua kama ningekuwa muuni ningefanya natamani nikutoe leo niku, ile, ile ku niku leoleo leo, leo, leo, leo, leo, leo. E, ni leo ni eh hapo sasa msela, nakuwa nimehama sana lakini, naona bado natamani kuoni harakati zeze kwamba nipite kwenye sheria za baba na mama. Siendi mbali na ambacho Mungu alinituma duniani. Eh, sema tu nimebadilisha mwelekeo ambao Mrundi akuwa ajazoea na tulipozungumza naye Mkombozi alitufahamisha kwamba yupo katika maandalizi ya albamu yake ambayo itakuwa imebeba e, miondoko tofauti na style tofauti. Hivyo niikwa ntengeneza albamu nawezi kawa na style moja, afu nami niivyokuwa nje nilipata muda mzuri wa kusoma live performance live nini. Hivyo hatuwezi tukawa tunawashauri watu kila siku, watakuwa wakituona wanajificha. Mpige ushauri leo, kesho mfurahishe kesho mshauri, hivyo sio kila siku. Hata mwenye kila siku, mtu akiona kushauri utakimbia, utakata kona. Kwa hiyo tukae mkao wa kula kuweza kumsikiliza Mkombozi ni kitu gani ambacho tutakachotuletea. Ni Kyata Online, endelea kwa nasi, tuna mengi ya kukuletea jamii. Jamii, sanaa na utamaduni.